Hilo ni eneo la pili. La tatu tutasogeza huduma za mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum kiuchumi kufika kila mkoa. Kuelekea huko mbele, nataka kila mkoa ufungue eh, ofisi kama kama ambayo ipo hapa kwa kila mkoa, kwa kama ni Singida unakuwa na ofisi ya tiseza pale, inatoa huduma kwa wawekezaji pale pale baada ya kufunga safari kuja Dodoma ama kuja Dar es Salaam. Hilo ni eneo ambalo tulishaagizwa na Mheshimiwa Rais, tunaenda kulisimamia kwa kushirikiana na wenzetu wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. La nne kwa kushirikiana na sekta binafsi kujenga miundombinu ya uwekezaji wa viwanda nchi nzima, imeshalieleza hili kwa hili, ambayo tumeanzisha programu fupi, tungetamani isambae nchi nzima tukifanikiwa hili e, tunaona kwamba inaweza kuwa ukombozi mbele na utapunguza gharama za watanzania kuweza kuwekeza e, la mwisho la tano ni kubuni na kuanzisha vituo vipya vivutio vipya vya uwekezaji mara kwa mara ili sasa hawa waweze kufanikiwa, lazima itabidi kutengeneza vivutio vipya katika maeneo haya vya kikodi na visivyo vya kikodi, ili kuweza kuwarahisisha mazingira ya uwekezaji, kiwemo kuweka miundombinu muhimu, kwa mfano maji, umeme, barabara, ili iweze kufikika na kuwaunganisha na masoko. Ndio maana tumechagua maeneo ambayo yapo karibu na reli, ili iwe rahisi kusafirisha bidhaa ambazo wanaziuza kwenda kwenye masoko, kwenye masoko mbalimbali mbali na la mwisho katika eneo hili niseme kwamba, katika kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, serikali inakamilisha mapitio na maandalizi ya mkakati mpya wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Nyinyi mnafahamu kumekuwa na blueprint tangu mwaka elfu mbili na kumi na nane. Tumeshakaa zaidi ya miaka mitano, kwa mwaka huu tumeshaipitia, tunaandaa mkakati mpya wa kuweza kuboresha mazingira ya biashara nchini, na tumekuwa tukipimwa huko duniani tunapimwa jinsi ambavyo mazingira kwa biashara ni rahisi katika nchi yetu na nchi zingine. Na sisi katika kuhakikisha kwamba tuna tunajimisha kwenye eneo hili e, kupitia tume ya mipango tunaenda kuanzisha sasa utaratibu wa kushindanisha mamlaka za serikali za mitaa jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo tazilangi kuanzia mwakani mamlaka zote zita pamoja na mambo mengine zitakuwa na kigezo cha kupimwa jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Kwa kila mwaka tutatangaza mamlaka gani ilifanya vizuri na mamlaka gani ipo ya mwisho. Lengo ni kuona kwamba mamlaka za serikali za mitaa zinakuwa vituo vya kiuchumi badala ya kuwa vituo tu vya utawala. This is a, this is very important. hapo muda umebaki dakika 20 nyingi sana hizo sasa hivi namaliza sasa mimi najua mimi ni mwalimu kwa hiyo namalizia maeneo eneo la la mwisho la, la mwisho la, la kabla ya mwisho ni hili la mipango maendeleo ya taifa katika kipindi cha miaka mitano ijayo kwa maana ya tume ya taifa maendeleo inaendelea maandalizi ya nyenzo za utekelezaji wa dira 2050 tunaandaa maandalizi ya nyenzo ya kwanza kitu kinachoitwa mpango wa maendeleo wa miaka mitano tunaukamilisha utazinduliwa eh, kabla ya tarehe mosi Julai na utaenda bungeni lakini pia mpango wa maendeleo mwaka mmoja na mkakati wa ufuatiliaji na upimaji. Kwa upande wa mashirika ya umma nisema mambo manne tu. Upande wa mashirika ya umma moja, tunaenda kuweka mfumo mpya na imara zaidi wa upimaji wa maendeleo ya mashirika ya umma kwa kuzingatia tija ya kiuchumi na utoaji huduma wa kwa wananchi. Kwa mashirika ya umma na kuwekewa vi, you know MNE vigezo vipya vya upimaji kuhakikisha kwamba iko kiwango kwa na wachanga katika maendeleo ya uchumi na katika utoaji huduma kwa wananchi. Lakini la pili, kuweka masharti na vigezo kwa mashirika ya umma ya kibiashara kujisajili katika soko la hisa. Kwa hiyo kuna sheria mpya tunaiandaa itazingatia mambo haya. Moja ni kwamba baadhi ya mashirika ya umma tutataka yasajiliwe kwenye soko Exchange, la hisa, Dar es Salaam Stock Exchange. Nadhani wengi mlifahamu, ni kwamba ili Watanzania wapate nafasi ya kununua hisa na kumiliki mashirika haya lakini pia unaongeza uwazi katika uendeshaji wake. Kwa hili linakuja la tatu ni kuweka masharti ya watendaji wakuu wa mashirika ya umma na wajumbe wa bodi za wakurugenzi kupatikana kwa njia ya ushindani ili kuwa na uwazi zaidi juu ya ushiriki wa Watanzania wenye sifa katika kuendesha mashirika ya umma nchini. Kwa hivyo huko mbele, kwanzia tarehe moja mwezi wa saba, sheria mpya ikipita hii ni kwamba e, watendaji wa mashirika ya umma utaomba uta compete eh, kama ni director general wa Tanesco utaomba kwa vigezo ambavyo vipo, uta apply. Kama ni wajumbe wa board, ndugu yangu, unataka kuwa mjumbe wa board wa Tiseza, si wa TPA, si wa nini, utaomba utapitia mchakato wa ushindani. Watanzania wote wenye vigezo wataomba, utafanyika utaratibu wa kawaida, utachaguliwa kwa kile kinachoitwa competitive recruitment, kwa njia ya ushindani. Na la mwisho E, itaanza kuanzisha chanzo mahususi cha fedha kwa ajili ya kupata mitaji ya uwekezaji wa umma. Kwa mashirika ya umma ya kwetu haya mengi yanaweza kufanya biashara kubwa lakini hayana mitaji. Kwenda kuanzisha e, chanzo mahususi kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya kupata mitaji. Nimalizie. Hitimisho niseme tu kwa matarajio ya serikali ya awamu ya sita e, chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba ifikapo mwaka 2030 hatua kubwa zitakuwa zimepigwa na mafanikio makubwa kupatikana ikiwemo kwa mfano miradi ya uwekezaji kuongezeka, fursa za ajira kupanuka, na mitaji ya uwekezaji kukua zaidi. Matarajio yetu ni kuzalisha ajira angalau milioni nane na kuvutia mtaji wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni hamsini ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Pili, kuimarika kwa usimamizi ufuatiliaji, na usimamizi wa miradi ya maendeleo kwa kuzingatia vigezo vya matokeo, kitu kinaitwa key performance indicators. Kwao kila wizara na kila taasisi ya umma itapewa viashiria vya kufikia na watapima kwa kuzingatia viashiria hivyo kwa hivyo tunakamilisha hiyo tunapoanza kama sema maandalizi ya utekelezaji wa dira 2050 kila sekta kila wizara, itapewa specific key performance indicators. na mafanikio ya wizara na sekta itapima kwa kuzingatia viashiria hivyo na mwisho mashirika ya umma kuwa na tija zaidi kwa kuzingatia mchango wao katika uchumi na utoaji wa huduma bora kwa wananchi Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa niaba ya wananchi, hayo ndio maeneo ambayo eh, tunakwenda kuyasimamia sisi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Naomba niishie hapo. Nitakuwa na furaha kujibu maswali yenu kama yatakuwepo. Asante na Mungu awabariki sana. Hata waandishi wa habari mnaweza kupiga makofi haya bwana. Asante mheshimiwa waziri, na sasa ni fursa ya maswali. Kwa hiyo mwandishi wa habari ambaye ana swali, tafadhali nyosha mkono, jitambulishe jina, unatoka chombo gani, halafu ulize swali. Tunaomba muulize maswali mafupi, nenda moja kwa moja kwenye swali kwa sababu ya muda. Asante Makrina. Haya, um, mimi naitwa Makrina, um, natoka Crown Media. Swali so langu la kwanza Profesa, mmesema um, mtakaa na wawekezaji, je, yeah, hawa wawekezaji watakuwa ni wawekezaji wakubwa ama wadogo? Kwa sababu kumekuwa na changamoto nyingi sana kwa wawekezaji wadogo wadogo. Lakini, Uh, wengi wanakuwa na malalamiko kwamba hata wakija kwenye hizo ofisi hawasikilizwi. Wakija mwekezaji mkubwa ama wakati anapewa priority zaidi kuliko hawa wadogo. Sasa katika majukwaa yenu, je, mtatenga huo muda wa kukaa na hawa wawekezaji wadogo? Jambo jingine kuhusiana na hiyo uh, ishu ya vijana kuwawezesha, um, kwenye ishu ya mikopo kumekuwa kuna malalamiko kuanzia namna ya mchakato wenyewe uh, vijana wanavyopatikana. Sasa mnawahakikishia vipi wananchi kwamba hichi kinachoanzishwa itakuwa ni fursa kwa wote, hata yule ambaye hana connection yoyote anaweza akapata hiyo nafasi? Kwa sababu issue ndio iko hapo, uh, kumekuwa na malalamiko mengi sana. Um, kingine umezungumzia kuhusiana na KPI kwa taasisi za umma, mashirika pamoja na wizara. Jambo ambalo limekuwa likilalamikiwa kwa muda mrefu. Um, kwa namna gani sasa? Je, Okay. Uh, yeah, hizo KPI zitawekwa wazi kwa wananchi kwa sababu vitu vingi wananchi wanalalamika hata kama mkisema huwa haviweki wazi, ili mwisho wa siku na wenyewe waje waweze wa kupima hizo KPI. Kwa maana ya wakurugenzi wa mashirika, zitawekwa wazi kwa au na hizo wizara, kwamba labda kwa miaka mitatu, kwa mwaka huu tunataka wizara fulani ifanye moja, mbili, tatu. Je, jambo hilo litakuwa kwa uwazi? Asante <todulustan> sana, maswali yako ya msingi sana. Asante. Habari, jina langu ni Amani Mjege kutoka Jambo TV na maswali mawili, na maswali mawili. Swali la kwanza tunaona kwamba kuna pressure ya kisiasa ambayo inaendelea hapa nchini. Sasa kuzingatia kwamba kuna hiyo pressure ya kisiasa kama wizara ya mipango na uwekezaji, na tunaz, tunajua kwamba utulivu wa kisiasa ni moja ya vivutio vinavyowafanya wawekezaji waende nchi fulani. Kwa hali ambayo inaendelea sasa hivi nchini, hatuoni kwamba eh, maswala ya uwekezaji na uwekezaji kwa ujumla unaweza kuathirika? Lakini swali la pili, tumeona jumuiya za kimataifa ambazo kiuhalisia ni wawekezaji wakubwa katika maeneo mbalimbali mbali hapa nchini, lakini wamekuja na matamko mbalimbali ambayo yanahusu utawala wa sheria na haki za binadamu wakieleza kwamba kumekuwa na ukiukaji wa haki za binadamu, sasa wameanza kuonyesha wasiwasi wao juu ya hali hiyo. Hatuoni kwamba kwa, kwa yanayoendelea ni kama tunapiga hatua kumi mbele, lakini tunarudi nyuma hatua mia moja, na wewe kama waziri ambaye unahusika na uwekezaji pamoja na mipango una ujumbe gani kwa hizi jumuia za kimataifa hasa katika eneo lako? Shukrani. Mheshimiwa Waziri mimi ni Suleiman Msuya e, natoka gazeti la la Raia Mwema. Swali langu la kwanza ni na malengo ya serikali kwamba sekta ya uwekezaji ichangie kama dola bilioni kumi na tano kwa muda fulani, labda hiyo hatua e, kabla hatujaanza haya mchakamchaka mpya, tangia Samia alipoingia huko, ndio mikakati yake anazungumzia ya tumeenda nje na yeye, nani alikuwa anazungumza hayo na e, ulikuwepo na na hili liko kwa kiwango gani? Swala la pili ni uwekezaji kwenye no, kilimo umezungumzia hapo alizeti, lakini dunia inaamini katika mafuta ya mchikichi. Ni kweli kulikuwa kuna hamasa kule Kigoma e, hili inaonekana hujalizungumzia kwa kina. Nini mkakati katika eneo hili hasa mazao ya mchikichi ambayo mafuta yake ni bora na ni salama kwa afya binadamu? Lakini swala la tatu ni swala wa uwekezaji. E, kuna uh, watu wanakuja kuwekeza lakini wa ndani na wa nje wanapata changamoto sana kwenye taasisi ambazo zinasimamia. Nikitoa mfano taasisi moja inaitwa kampuni moja inaitwa Wellworth. Inahusiana na masuala ya mahoteli. Hii kampuni Wellworth inahusika na masuala ya mahoteli ya kitalii. Imekutana na changamoto ya kutokushindwa kwa taasisi ya serikali kusimamia majukumu yake kwa mujibu wa sheria baada yenyewe ku, ku, ku, alikuwa mfanya kazi ya ujenzi wa miradi kukiuka sheria hivyo hili na kuomba, kama hataweza, kuna wajibu unaweza kulifanyia kazi, kwa maana wapo na wako kwa posta, ofisi zao ziko hapa mjini. Wanatabika sana kwa sababu ya mwekezaji e, eh, anakomishwa na mtu ambaye alipewa kazi ya utenda, lakini ameenda kwenye kama mamlaka ya serikali na inaitwa Tira, hakuna ufanisi wa kutatua tatizo lao. Eh, swali dogo la mwisho ni e, eh, EPZ imekuwepo na hii kitu tangia miaka ya nyuma, eh, zaidi ya miaka kumi na eh, performance ya uwekezaji kupitia IPZ kwa mikoa yote ikoje kwa sasa? Sawa, mheshimiwa. Uh, kwenye huu mkutano na ndio tumeanzisha kwa sababu hiyo, kwa kweli kwa sababu tunao mkutano unaitwa TNBC Tanzania National Business Council ambayo Mheshimiwa Rais huwa anakuwa mwenyekiti kutokana na ukubwa wake na uzito wake, wa udhiraji wengi wa wanakuwa ni wanakuwa ni wafanyabiashara na wawekezaji wakubwa. Sasa huu wa mawaziri ambao tunafanya kila baada ya miezi mitatu, utakava utakava wawekezaji wote wakubwa na wadogo na inawezekana tukaamua kabisa kwamba oke, kwenye kota hii tunaweza tukaita tu wawekezaji wa kati na wadogo, tena tukasema tu huu um, mkutano utakuwa ni kwa ajili ya wawekezaji wa ndani tu. Kwa nadhani hili tutali address eh, kwa mtindo huo, ili tuweze kusikiza watu wetu wa karibu zaidi eh, tuweze kusikiza eh, concerns zao. Kwa hiyo nadhani ni ni maoni mazuri sana, ni kuhakikishie kwamba eh, tutazingatia kwamba inawezekana katika kwa kukutana mara nne kwa mwaka tunaweza tukaamua mara moja au mara mbili wawekezaji wa wa ndani tu na kwa kiwango fulani wale ambao ni wadogo na wa kati. Kwa mfano mfa, wa vijana umeelezea kuhusu wasiwasi, sije sasa ikatoka tukapeana e, kishikaji ndoma. Nimeeleza e, tutaweka mfumo ulio wazi, e, transparent, inatangazwa, kila mtu anajua vigezo ni hivi, unaomba, paneli ni, tutaweka kila hatua wazi, kama ambavyo nimetangaza maeneo ya wazi kabisa. E, vijana, mchakato wa kuomba tutaweka wazi, e, waliopata wataweka wazi na wao, uliokosa utaelezwa kwa nini umekosa tutajitahidi kuweka mfumo ulio wazi ili kwamba hata ukikosa, eh, kitila kakosa Juma kapata eh, kitila ajue eh, kwa nini amekosa na Juma kapata, ili ajue kwamba kwa kweli mwenzangu alizidi hiki. Kwa hiyo hili ni kwa kuhakikisha kwamba tutaweka wazi sana, eh, ili haya mambo ya connection yasiwepo, kwa sababu eh, sio mambo mazuri eh, kia, kia, kia TPS ndio wekwa wazi ndio, eh, wekwa wazi kabisa kwa wananchi na bungeni, kwa sababu hii, hii inapeleka mpango bungeni na tutaangalia uwezekano wa kumwomba mheshimiwa waziri mkuu au hata kiongozi wetu mmoja wapo mkubwa ziweze kusainiwa mbele ya umma kwamba mbele ya waziri mkuu wana saini waziri na tume ya mipango juu ya vigezo hivi vya kupimana katika e, katika miaka na baada ya nyinyi waandishi wa habari, baada ya mwaka mmoja mnaangalia, mna ehe, mwenzetu umefikia wapi? E, kama uliahidi kuongeza kitu fulani kutoka tano mpaka kumi, tukupime statistiki. Kwa hiyo na kuhakikisha kwamba tuliweka wazi, na pengine tutamwomba mheshimiwa waziri mkuu aweze kukubali watu wasaini mbele yake, kwa sababu ndio msimamizi mkuu wa shughuli za serikali. Swali, so la pili ndugu yangu Amani kutoka Jambo TV, pressure za kisiasa na jumuia ya kimataifa, ukifuatilia duniani hapa, kila nchi ina kipindi chake cha majaribu, what we call testing times, na sisi hii iliyotokea is one of our testing times, we shall overcome this is not a permanent situation, kwamba basi itakuwa hivyo. Hapana, tuta overcome tuta address hizi concern ambazo wenzetu wamezieleza wa jumuiya kimataifa, na tayari tunazi address eh, tunakutana nao, tunazungumza nao, tutawapa upande wetu, tutaelewana na mambo yataendelea kwao. this was a testing time, we shall overcome. Eh, kila nchi ina kipindi chake kigumu, kila nchi ina kipindi chake cha majaribu, na sisi katika miaka yetu 60 ilikuwa ni moja ya vipindi vigumu vya majaribu, lakini haimaanishi kwamba E, basi tutakuwa katika hali hiyo milele. Hapana e, tutapita. Ni kama wewe tu mwili wa binadamu unaishi vizuri, lakini kuna siku unaugua. Haimaanishi basi ukiugua ufe, a unatibiwa, unasonga mbele. Kwa hiyo na sisi tatizo hili tutalitibu, tutaweza kushinda jaribu hili, tutarudi, tutakuwa, tutaendelea kuwa, tutakuwa nchi moja e, you know bigger, more united e, more democratic, yenye maelewano lengo ni kuona kwamba tunaweka mazingira ili kila mwananchi wa nchi hii ajisi na ajikubali kwamba e ni Mtanzania na kwamba ajione na yeye anafaidika na fursa na haki zote katika jamii. Hilo ndo jambo kubwa la msingi ambalo e, tutakwenda nalo. Kwa hivyo e, hayo matamko tunayo e, lakini tuta tutaweza tuta kuyashinda na kusonga mbele kama nchi. Swala la tatu e, ndugu yangu msio kutoka Raia Mwema, lengo la bilioni kumi na tano wewe? Ni kama nilivyo nimeeleza hapa mwaka 2021 tulikuwa na 3.7 billion. Uh, mwaka jana tumefika 9.3 billion. Tumeweza kuvutia 9.3 billion. Kutoka 3.7 mpaka 9. Utaona tumekuwa karibu mara tatu. Na ndio maana imenipa kiburi mwaka huu kuwapa lengo la bilioni 15. Wanaweza. Kwa hiyo tumewapa wenzetu tiseza wapambane wafikishe dola bilioni 15. Kwa sababu tumejipa lengo kubwa sana ifikapo mwaka 2000 na hamsini Tanzania iwe na uchumi wenye thamani ya dola za kimarekani trilioni moja. It means lazima tukimbie, hatuwezi kutembea, lazima tukimbie. Kwa hiyo sisi tumeshawapa hilo nani, watapambana wata nalo. Michikiti ni, nimetoa tu alizeti kama mfano, lakini michikiti ni mafuta ya mawese. Hapa ni maarufu na ni muhimu, ndio tunapikana kwenye chipsi. Kwa hiyo ile mradi wa kuendelea kuwekeza kwenye michikiti unaendelea, lakini alizeti nimemention kwa sababu ni rahisi kuliko michikiti, kwa sababu alizeti mwaka mmoja unavuna kwa hilo tunalo pia uh, wekezaji usumbufu wellworth ili itabidi unipe taarifa tulifuatilie tulifanyie kazi. performance ya IPZ yetu nayo, uh, kwa mfano katika kipindi cha Julai eh, mpaka Novemba mwaka huu, ipo miradi minane yenye thamani za dola katika marekani milioni tisi na saba, na tumeweza kuuza nje katika kipindi hiki tu eh, dola za kimarekani milioni hiyo imekuwa ikifanya vizuri, lakini tunaamini kwamba tulivyo waunganisha na wenzao wa TIC they have a chance of doing better and bigger yeah. Nashukuru sana kwa hiyo, tupate awamu labda ya mwisho, sababu sijui muda wenu. Asante hmm. Asante sana mheshimiwa waziri kwa fursa hii. Mi kwa jina naitwa Ali Mayala, ni mwandishi wa habari wa Daily News. Uh, swali langu la kwanza nalielekeza moja kwa moja kwenye upande wa target kwa maana ya ease of doing business and investment. Kwa sasa hivi kwa Africa ranking Tanzania tuko kwenye nafasi gani lakini pia na global ranking, na matarajio gani tuna matarajio gani the next five years to come. Lakini pia kwenye upande wa technology tumezungumzia uanzishaji wa youth investment resource center. Je, serikali ina mpango gani sasa kuhakikisha kwamba ina kupitia Wizara ya Mipango na Uwekezaji inafanya partnership na global tech company, kwa mfano Microsoft, lakini pia Google na kampuni zingine, kuhakikisha kwamba vijana wa Tanzania pia wanapata maarifa na kuyaleta nchini ili kuhakikisha kwamba na sisi tuna champion digital transformation kwa Afrika na duniani kwa ujumla. Uh, swali langu la tatu ni kwenye upande wa wa, wa, wa mitaji ya uwekezaji tumesema kwamba target ni kuhakikisha kwamba tunafikia mitaji bilioni hamsini US dollar. Swali langu la msingi ni kwamba je, hii itakuwa ni year, kwa maana kwa mwaka mm -hmm. Au ni itakuwa kwa maana framework itakuwa mpaka lini? Asante sana, asante sana. Naitwa Martin Joseph, natokea Radio Maria. Swali langu kwa mheshimiwa waziri ni kwamba amesema kwamba umesema mheshimiwa waziri kuhusiana na kwamba watakaomaliza chuo ndio ambao watakuwa wakishughulikiwa uh, na Tiseza vipi kuhusiana na hawa ambao tayari wamekwisha kumaliza vyuo ambao wanatoka uh, vyuo vikuu pamoja na VETA, lakini pia juzi niliona habari ikiwaonyesha wanafunzi ambao walikuwa wamemaliza VETA wakiwa wanahitaji mikopo kwa ajili ya kujiendeleza. uh, moja ya suggestion ambazo nilikuwa ninaziona na ambazo nafikiri wanaweza wakazifanya Tiseza ni pamoja na hawa wana, wanafunzi wana data zao zipo vyuoni. Kwa nini wasingekuwa wanachukua zile data kabla hawajamaliza vyuo? Wangekuwa wanachukua wanawaingiza kwenye ile mikopo ya halmashauri ambayo inatolewa halmashauri, moja kwa moja wakapewa wao kama vile ambavyo wanafunzi wa vyuo vikuu wanavyopewa boom, na baadaye wakaingizwa kwenye system na hatimaye wakarejesha hiyo fedha serikalini na kuendelea na maisha yao. Asante. Asante, Mheshimiwa Waziri, naona maswali yamekwisha, labda ya tuyajibu hayo. Nashukuru sana Omar Mayala, Daily News. Ease of doing business kwanza ilisitishwa mwaka 2021. Wakati na sitishwa tulikuwa wa 141 katika ile ile ranking, lakini World Bank wameanzisha program mpya inaitwa eh, Red Business. Ni kama inapima pima, ile ilianza kuanzia mwaka jana. Kwa hiyo tunatarajia tuanze kupata ripoti eh, kuanzia mwaka huu. Kwa hiyo tutajua tuko wapi. Uh, teknolojia ni ushauri mzuri, tutazingatia kwamba hiki kituo tutalingi na wadau mbalimbali wakiwepo hao yote, ambayo itakuwa available tutalingi nao, kwa sababu serikali inaanzisha, lakini sio lazima ifanye yenyewe. Tutalingi na watu wetu wa sekta binafsi wa ndani na nje ya nchi, ili kuweza kusonga mbele. Mitaji hii 50 bilioni ni, ni kama minimum in the next 5 years isipungue kutoka kwenye uwekezaji kupitia TISEZA peke yake isipungue. Kwa hiyo manake wastani kwa mwaka isipungue dola like za Marekani bilioni 10 kwa mwaka huu. Akifanya kwa mfano 15, wakiendelea hivyo, it will be more, maana like we can be talking about 75 billion. Kwa hiyo nimewapa this as a minimum uh, uh threshold uh. Maritini, vipi wale kwisha kumaliza? Nimesema hapa tuna address graduate unemployment kwa wote, hata wale ambao walishamaliza, sio lazima wamaliza leo. Ni wote, yote ambaye eh, kijana amemaliza chuo kikuu, vyuo vya ufundi ikiwemo VETA, kwenye hii program inamuhusu wote kabisa, bila kujali a uh, amemaliza lini, hiyo tutaweza kubagua wanafunzi hizo database. Ni sawa ni, ni ni ni wazo zuri tu, nadhani TISEZA unaweza kashauriwa, ni ushauri mzuri, naweza tukawapa wa wetu TISEZA waweze kuzingatia. Baada ya maswali hayo, nichukue nafasi kuwashukuru tena kwa kunisikiliza na kwa maswali mliouliza, kwa sababu sisi ambao ni walimu, watu wakiuliza maswali maana yake walikufuatilia, kwa nawashukuru sana kwa maswali yenu lakini hiyo ndio mipango ambayo tunayo. Muhimu ni kuhakikisha ku, muhimu ni kwamba eh, serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayo mipango, nia na uwezo wa kuweza kushughulikia kwa dhati kabisa eh, changamoto hususan changamoto za vijana ambazo zinahusiana na, na ajira kupitia kukuza sekta binafsi na kukuza sekta ya viwanda. Na kazi yangu na waheshimiwa mawaziri wengine ni kusimamia maono haya Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa wa Waziri Kitila Mkumbo, Profesa kwa taarifa hiyo nzuri kwa uandishi wa habari. Ninaamini kupitia vyombo vya habari Watanzania wote hususan vijana watakuwa wamekufuatilia na wameona fursa ambazo zinakuja katika kipindi cha miaka mitano, na wale wanafunzi ambao wako vyuoni kama wanaingia basi, watakuwa wanafuatilia na watajua, watafahamu nini cha kufanya katika kuhakikisha kwamba wanajenga kesho yao iliyo bora kupitia uwekezaji. Tunakushukuru sana ndugu waandishi wa habari, tunawashukuru sana kwa kuwa nasi hapa leo, na tunaamini kupitia nyinyi Watanzania wote vijana watapata taarifa hizi na kutumia fursa ambazo profesa Kitila Mkumbo mheshimiwa waziri amezieleza hapa. Uwekezaji maeneo mbalimbali ya uwekezaji, mmeambiwa kuna hekta eneo, maeneo ya kilimo, maeneo ya teknolojia, kila eneo. Kwa hiyo basi ni muhimu sana sisi kama vyombo vya habari kuweza kuchampion eh, taarifa hizi kuhakikisha kwamba wanazitumia vizuri ili kila mmoja wetu aweze kuona fursa sehemu gani anaweza akafit na kutumia fursa hiyo katika kutengeneza ajira. Tunakushukuru sana, tunawashukuru sana waandishi wa habari wa Mheshimiwa waziri, kwa niaba ya katibu mkuu na msemaji mkuu wa serikali Gaston Msigwa, tunakushukuru sana kwa kuja na kwa kuitikia wito, japo ulikuwa ni wa muda mfupi, lakini kwa sababu tu ya umuhimu wa jambo hili uliweza <laughs> yes, uliweza ili ni jeshi na uliweza kuitikia, tunakushukuru sana. Ndugu zangu waandishi wa habari, hapa ndio tumefikia mwisho wa mkutano wetu. Tunawaalika tena siku ya Jumatano ambapo tutakuwa na wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Nao kama alivyo eleza Profesa Mkumbo, na wao watakuja kutueleza wao wana nini katika kipindi hiki cha miaka mitano hadi mwaka elfu mbili na thelathini. Tunashukuru sana, karibuni sana, mwendelee kuwahabarisha Watanzania. Asanteni sana.